Milionea hawanunui nyumba wala piece of real estate kwa majina yao. Wananunua nyumba, magari na piece of real estate kwa kutumia makampuni yao. Unaweza kushangaa nyumba fulani zimenunuliwa ama real estate project fulani zimenunuliwa kwa jina la XYZ company Limited. Hii siyo drama ila na makusudi maalum ambayo wewe bado hujajua. Iko hivi: ili kwa ajili ya kutengeneza usalama juu ya mali zako binafsi, inabidi usajili kampuni. Ukishasajili kampuni, mali ambazo ungependa kuzinunua kwa mfano real estate ama project yoyote ama nyumba, unazinunua ndani ya jina la kampuni. Ukinunua jina ya kampuni popote, utakaposhtakiwa kwa namna yeyote, wewe binafsi mmiliki kwa sababu kampuni ni piece of papers, kwa hiyo haiwezi kufanya makosa. Wewe binafsi utakapofanya makosa kwa namna yoyote, utakuja kushtakiwa wewe binafsi, na hiyo piece of land itabakia salama. Lakini vilevile, unavyonunua nyumba ama ardhi kukutumia kampuni yako, hii inakuongezea krediti kwenye kampuni yako kwa kuweza kupata capital ama mikopo mikubwa kutoka kwenye taasisi za kifedha, kwa sababu hiyo real estate piece ama nyumba ama ardhi ulionayo iko chini ya jina la kampuni. Kwa hiyo kampuni yako itakuwa na access nzuri ya kuweza kupata mikopo. Lakini kingine, unaponunua nyumba na mtu kwa pamoja, ukinunua kwa jina la kampuni inakuwa rahisi, kwa sababu nyie wamiliki baada ya kuanza kuzozana hii ya nani ya nani, nyie mtaweza kugawana share, yani kwamba itakuwa asilimia sitini kwa asilimia arobaini then ikitokea inauzwa ama ikitokea inapelekwa sokoni baada ya kuwa imeshaongezeka thamani nyie amgawani yale inayopatikana nyie, mnakuja kugawana shea za kampuni ambazo zinapatikana. Lakini kingine, namna gani ya kuweza kurithisha mali zako, kumwachia mtu mwingine bila kuhangaika na masuala ya urithi mahakamani? Ni bora zaidi kununua vitu vyako chini ya kampuni, kwa sababu vitu vyako chini ya kampuni havianzi kurithiwa kufuata mahakamani. Hapana, kila mwenye shea atapata shea zake, na kama ni shea zako, upo kwenye kampuni fulani, mtoto wako ataenda kupata shea zako wewe ambazo zipo kwenye kampuni fulani, kupata hizo vitu vyako bila kuanza kuhangaika na mahakama na urithi hi na chochote kiurahisi bila kuangaika. So kama hujasajili kampuni yako mpaka sasahivi, komenti neno USAJILI ama nipigie kupitia namba inaonekana hapa. Nitakusaidia kupata usajili wa kampuni yako vizuri, bila shaka.